Ah, kando na hayo Rais William Ruto alionekana kuweka juhudi za kuwavutia wakazi wa eneo la Ukambani kwa kuzindua kifurushi cha maendeleo cha kima cha shilingi bilioni kumi na tatu katika kaunti ya Makueni, na kutoa wito kwa eneo hilo kuasi siasa za upinzani. Akizungumza wakati wa siku ya kwanza ya ziara yake ya kikazi katika eneo hilo, Ruto alisema ni lazima eneo la Ukambani liwe sehemu ya ajenda ya serikali ya maendeleo. Kaunti ya Makueni ilikuwa kituo cha kwanza cha kutua kwa rais kwenye ziara yake ya kikazi ya siku nne katika eneo la Ukambani. <coughs> Rais alisema eneo hilo ni lazima likuwa, amekuwa katika upinzani kila mara. Hii Ukambani haitabaki nyuma tena going forward, na nataka tena msikie vizuri, sio ya kwamba haitabaki nyuma peke yake. Wakati huu hata hiyo wakati ingine serikali haiwezi kuundwa mimi siwezi kuunda serikali inayofuata bila ya watu wa Ukambani. Kama ishara ya nia yake ya kushirikisha eneo hilo, Ruto alitangaza mgao wa shilingi bilioni mbili kwa uunganishi wa umeme katika kaunti hiyo. Na tunataka kuunganisha nyumba elfu kumi na nane mpya, between now and june next year, kati ya sasa na mwezi wa sita mwaka ujao, tunataka kuunganisha wananchi wa Makueni elfu kumi na nane kwa mambo ya stima ndio tuweze kulete mwangaza sehemu hii, ama mnatakaje watu wa Ukambani? Rais pia alitangaza uwekezaji wa shilingi bilioni kumi na ambazo zitaelekezwa kwa miradi ya ujenzi wa nyumba za gharama nafuu, ujenzi wa masoko na hoteli. We are committing 11 billion shillings to construct affordable housing, to do markets, to do hotels in Makueni County, the first ever done by any administration in independent Kenya because we want Makueni to be part of of the development of our nation. Agenda za hapa ni tatu kama zile zako Kewu, maji, water <laughs> Ruto pia liukashifu upinzani na kuukosoa kwa madai ya kuendeleza kampeni ya ukabila na chuki. Mtu anachaguliwa kwa ile kazi amefanya ama anachaguliwa kwa sura yake? Mtu anachaguliwa kwa sababu gani? Kwa sura ama kwa kazi? Kwa sura ama kwa kazi? Kwa fitina ama kwa kazi? Kwa chuki ama kwa kazi? Kwa ukabila ama kwa kazi? Si kila kiongozi yanachaguliwa kwa kazi. Ya wale wanashindana na sisi, mupunguze mambo ya ukabila na chuki na kisirani, tuongee mambo ya sera. Sisi tukiongea mambo ya stima na barabara na masoko, na nyinyi mukuje muongee sera yenu. Wacheni kuleta chuki, ukabila na kisilani kwa nainchi kwa muda mrefu. Mheshimiwa Rais, tumedanganywa, tunaambiwa ati tukae ngumu, ati itakuwa nzuri hapo mbele. Si tunasema tutaki mambo ya kukaa ngumu, tumechoka na siasa ya umaskini, tunataka siasa ya maendeleo. Rais alizindua daraja la Mikuyu na kutoa hati miliki za mashamba katika maeneo ya Kasikeu na Emali na pia kukagua miradi inayoendelea ya barabara na nyumba za gharama nafuu huko wote kaunti ya Makueni.